Je, unataka kumfanya mpenzi wako ahisi unampenda zaidi leo? Nitakupa maneno matamu ya kumwambia mpenzi wako ambayo yatafanya moyo wake ushike pumzi yako kila siku. Karibu kwenye chaneli yetu Bigthan Bee, mahali ambapo upendo na hisia zinakuwa halisi. Kama bado hujabonyeza subscribe, bonyeza sasa ili usikose maneno matamu zaidi ya mapenzi kila wiki. Maneno ya upendo wa kawaida na kupenda zaidi ya maneno yanavyoweza kueleza ninavyokupenda. Wewe ni furaha yangu ya kila siku. Ukicheka, moyo wangu nao unacheka. Kila dakika nikiwa nawe, dunia yangu inakuwa na maana. Wewe ni pumzi ya moyo wangu na kutaka leo, kesho na milele. Kila nikiamka, sababu yangu ya kwanza kutabasamu ni wewe. Maneno ya hisia za kina wewe ni ndoto yangu iliyochimia. Kila nikiwa na wewe, dunia yote inanipa furaha. Moyo wangu unacheza muziki kila unapokuwa karibu. Ninapokukumbatia najisikia nipo peponi. Kila kitu maishani mwangu kinakuwa bora kwa sababu ya wewe. Wewe ni zawadi kubwa Mungu alionipa. Kila nikikukumbuka machozi ya furaha hunibubujika. Wewe ni sehemu ya damu yangu, sehemu ya roho yangu Ningependa kuzeeka nikiwa nawe kila siku. Maneno ya kimahaba na mvuto na kutamani. Hata nikikufikiria tu, sauti yako peke yake inaniletea raha moyoni. Macho yako ni dawa ya huzuni yangu siku zote. Mikono yako ikinishika, najisikia salama na kupendwa. Ningependa sasa hivi niwe karibu, ni kuangalie machoni na seme nakupenda. Kila ukinibusu, dunia yangu inasimama kwa sekunde chache. Nakupenda kwa kila hali, iwe raha au taabu. Wewe ni moto wa mapenzi unaowasha moyo wangu kila siku. Nakutaka si kwa mwili wako tu, bali pia kwa nafsi yako na moyo wako. Maneno ya kumsifia. Hata bila kujitahidi, unakuwa kamili machoni mwangu. Tabasamu lako ni siri ya furaha yangu. Macho yako yanaangaza kuliko nyota. Wewe ni mzuri ndani na nje. Kila neno lako linanipa amani. Hata ukikaa kimya, uwepo wako unatosha kunipa furaha. Mpenzi wangu, wewe ni kama wimbo wa moyo wangu. Kila unapopita, dunia inasimama kukutazama. Urembo wako ni wa kipekee, hauwezi kulinganishwa na yeyote. Maneno ya ahadi na mapenzi ya milele. Nitakupenda mpaka pumzi yangu ya mwisho. Nitakuheshimu na kukuthamini kila siku ya maisha yangu. Wewe na mimi ni hadithi ya mapenzi ambayo haitaisha. Nia ya yangu ni kukuona ukifurahia maisha kila siku. Hakuna umbali utakaoweza kututenganisha. Mapenzi yetu ni kama moto, hautazimwa. Wewe ni tumaini langu la kesho na furaha yangu ya leo. Kila hatua yangu na kusogeza moyoni mwangu zaidi. Je, ungependa kupata maneno mazaidi kama haya kila siku? Basi subscribe sasa, share video hii na mpenzi wako na kumbuka kucomment maneno matamu unayompenda kumwambia. Asante kwa kutazama channel yetu ya Bigthan Bee, mahali ambapo upendo unaishi na maneno yanapendeza. Kumbuka, neno moja dogo la upendo linaweza kubadili siku ya mtu unayempenda.